Lakini mke wangu ananikosea, tukiwalisia kitu kinanihuzunisha sana. Natamani direkta ambadilishe, basi abadilike yani akubali. Unajua kama kakaangu kamote anafaidi kila siku anapata, sasa mwanzo kila siku anapata tena yule mjake ndo haelewi kabisa, yeye ndo anapenda yani, yeye ndo shughuli zake. Ah, mbona niambia, weka bwana, niamsha nikupe unyumba, ana faidi aise. hivi vyenu kwa nimelenga nini? Sasa ile theme kabisa, movie yenu imelenga nini, Ashura Kiuno? Ile swali hiyo ungemuuliza na director, hilo hata wewe, wewe si moja kazi ya cast. lenga nini, uko mbele kaka, wewe wewe, character we, we yako unahisi inakwenda kutibu nini kwenye jamii? kaka kasielewa mpaka sasa hivi kwa sababu, ah, mimi ngoja nikwambie kitu kaka. unajua, anayejua mchoro ni director. anayejua kwamba mimi stori yangu inaelekea huko, ni director. yes. kwa hiyo mimi siwezi kusema kwamba mimi kwa mafikirio yangu nafikiria huko nitafanya hivi, huko mbele nitafanya hivi bwana, ila director mwenyewe ndo anajua. mimi kazi yangu nakuja tu nasomewa pale script bwana. hii ndio nasema hivi. tena anapo, anapofikiria stori zake mimi nakuwa sipo. anakaa peke yake tu huko na kipara chake huyo anafikiria, akitoka huko mafaili mmepewa haya ya script hii hapa.

Kama ilivyokuwa kawaida yetu ni kuzungumza na wasanii ambao kwa hakika naweza nikasema unatamani watazame ama wasikilize kuhusiana na vile ambavyo wameshiriki kwenye kazi tofauti ama mazuri ambao wamekuwa amekua kila kukicha, na tumekitananga kunako kambi ya Doko, moja kati ya familia ambayo inafanya vizuri sana kunako mtandao wa YouTube naweza nikasema hivyo, na tamthilia yao naitwa Ashura Kiuno, moja kati ya tamthilia ambayo ina mambo fulani vivisa vya uswahilini, mahusiano E, mambo ovyo ovyo yote hapo humo. Kama ni miongoni mwa watu ambao wanapenda vitu vibaya vibaya vizuri vizuri, nenda kaitazame. Mimi binafsi nimeitazama na ni shabiki mkubwa, nimeitazama kuanzia moja mpaka hapa ambapo nimeshafikia. Nimezungumza na baadhi ya washiriki, lakini muda huu naongea na ndugu yangu hapa, anaitwa Mfinanga, moja kati ya watu ambao wana sehemu yao, eh una watu wanasema kwamba mimi nampenda Mfinanga, napenda vile ambavyo anafanya kwenye kazi yake hii ya Ashura Kiuno nazungumzana atuambie, sana yake ilikuaje, na ilikuwa ni rahisi kiasi gani kuweza kupenya mpaka kufika hapa mzee anakuaje? Jina la Mfinanga ndo jina ambalo wazazi wamekupa ama ni jina tu ambalo Doko wamekupa kwenye tamthilia utaitwa hivi hapana. Uh, mimi jina langu halisi kabisa naitwa Alomsi ndo jina langu halisi yes. Lakini pia jina la Mfinanga lilitokana na kwa sababu ya kazi. mm -hmm. e, si official jina kwamba nimepewa mm -hmm. kwa sababu ya kazi ila sio kazi, sio Ashura Kiuno. mm -hmm. mm -hmm. mimi naitwa Mfinanga yeah. na wazazi hapana. Mfinanga imetokana kwa sababu ya kazi, na asilimia kubwa ya mashabiki wananiita Mfinanga na wananijua kwa jina la Mfinanga. Oh, ile jina la Mfinanga bwana kidogo lina, lina story lakini tu mimi nikupe short story mekaji. hii iliwahi kutokea kipindi nipo kwa Kicheche. Yes, nilikuwa kwa Kicheche pale kwa Bichwa. kuna tu, tuliitwa wasanii wengi sana pale. tukutana na wasanii kama kitu cha wasanii sabini hivi au themanini. yes. tukaingia pale ndio kipindi nafanya series inaitwa Lamba Lamba. hmm. eh. tukaingia tukaanza kufanywa interview. hmm. eh, nacheza na perform angalau angalau. Sasa ilitokea siku kipindi nilikuwa nipo home nikapigiwa simu, huko wapi, wenzio wanafanya huko, wanashuti, lakini ratiba ya kushuti ilikuwa haipo. Nikaingia kambi, nikaingia kambi pale, baba baba baba Ah, mimi nafikiri si nilikuwa noma tu kaka. Yaani hata ungekuwa ungecheza lakini ishu kubwa walitanguliza hofu. Ndicho. Yeah. Yeah. Unajua tulikutana wasanii wengi alafu tulikuwa tujamzoea director, tulikuwa tujamzoea cameraman, tulikuwa tujamzoea wasanii hata wale wasanii brand tuliowakuta pale. Tulikuwa tujazana nao, kina Violet Igi, kina Majuma Kombo, kina Kicheche. Kwa hiyo unakuta, hata, ukiwa na, perform, maybe na Kicheche kuna hofu fulani hivi inakuingia kwa sababu hujamzoea. Yes, kwa nafikiri ile sii iliwashinda yeah, watu wengi kwa sababu atujaanzia sana yako jaanzia kwenye Ashura Kiuno tumetoka nayo kwa Kicheche yeah, tumetoka mbali kaka huko, tumeanza kuonekana tu hivi huku lakini sana tumeanza long time. Yeah. Ulipata nafasi kwa Kicheche, ulikosa? Ah, nilipata, nilivyofika nilipewa nafasi afu nafasi yenyewe alinipa ali, ali, ali, Doko yes, akawambia bwana hemu, mpeni udogo naye ajaribu kwanza. Hapo majaji naye alikuwepo uh, aya, alikuwepo uh, na yeye ndo alikuwa kameramani hapo ujue, mm. mm. Kwa kicheche nikaingia pale, seti nikabonda nikabonda, wana kitu picha inaanza ili mimi kwenda tu, wakasema hemu tufanye lieso, naanza tu kuongea kidogo ah, huyu ana shoot, hemu washa kamera, kamera ikawashwa pale, tukashoot sina kanyoka fresh kabayo bela mm mbalimbali unatazama vipi kuanzia hapa ilipo kuepo na kule ambapo inakwenda ni kubwa sana. Ni kubwa. <sighs> Alafu kitu ambacho kimenisurprise sana ni series ambayo sikutegemea kama inaweza ikaenda mtaani Ashura Kiuno kwani unajitegemea? O, Ashura Kiuno mpaka anafika episode ya kumi kumi kumi na moja hivi, bado nilikuwa naamini kwamba Kikongwe ndo besti ndo, ndo, ndo best series kote, Mdoko. Eh, eh. Lakini mpaka ipofika episodi ya kumi na tatu nikaamini Ashura Kiuno ishapindua mpaka sasa hivi, kila ukipita Ashura Kiuno, kila ukipita hivi hivi hivi, yaani tofauti na Kikongwe, yaani Kikongwe uzuri wake kwamba ina viewers wengi lakini mtaani imetembea, lakini haijatembea kama Ashura Kiuno. Ashura Kiuno baba moto, ile bamba live, hatari. Ashura Kiuno ameenda sana. Ni nyundo. Kifupi, kifupi, kazi ipi ambayo imemtambulisha Mfinanga kwa jamii? Kazi ambayo imenitambulisha Kumaanisha kutambulika vipi? Nyingi sijajua sasa, unaenda kumaanisha kutambulika vipi? Yani marangu, kwamba wewe unakuja kwenye tamthilia Doko ukiwa kama familia Doko, kama ni star ama, ni ulishapata jina somewhere, kaka, nimekuja Doko tim Doko nimekuja, ni kama msanii tu wa kawaida hmm. ni kwa sina

Ulisha pesa nyingi hadi basi, ama still unaidai? Uh, bado naidai sana sana, kaka, ah, sana, sana. Naidai sana, sana mzee wangu sana, naidai sana. Uh, mm, sana nyingi naidai sana najua, najua nilipotoka najua ninapoelekea ndio maana nasema naidai sana sana. Yes. Kupitia Doko family unahisi tunaweza tukafika mbali ambapo tunapohitaji. Si, sio kwamba nahisi ni uhakika tunafika. uhakika nafika e. Nisihisi kwamba nahisi mimi ni, no. Nisihisi yaani, ni uhakika kwamba tunakuelekea huko huko e. Ni heshima sasa, ndio ile utanisalimia kwa heshima no. Unajua, unajua nini bro, unapopita kusema mbali ukataliwa vipi samwe? hmm. Umeenda kuigiza bwana wewe hapa wewe. Oh, unajua kuigiza wewe, nenda. Unajua kukataliwa hiyo? Ah, iliwai kunitokea before Sama, kabla si... kuombea, atakusalimia kwa heshima kabla sijafika kwa kicheche hmm. Aya, ndio hao tu watu nao, mpaka sasa hivi wenyewe wanasalimia kaka kwa heshima, hadi sasa hivi hey. eh hey. unjui unjui. <laughs> <laughs> Mfinanga, sasa hivi umekuwa na jina kiasi hiko, unjui kaka, eh hey. uh, Nilivyofanya movie ya kikongwe mm. series ambayo ilinishimisha sana mm. kiukweli ilinishimisha sana mpaka nikashangaa, nikaanza ah, kumbe sana babake hatari eh, kikongwe ilinishimisha sana bro, huwezi amini. Alafu kikongwe ni series ambayo nilivyomweza kuifanya tu, nili niliandafia kufanya vitu vingi sana ambavyo nilikuwa navifanya before, alafu nilishakuja sasa, tembea kwa miguu

tunajivunia sana ti mdoko kuwa na msanii kama bibi unajua, mm, ni ngumu sana kwa umri ule kitu mm, anachokifanya tukija kuangalia top comedian Tanzania hii yupo yupo, tunaanza karibu kwenye namba tatu umo. Uh, yeah, atachafua mtandao. Uwezo mkubwa wa kumeza vitu. Atachafua mtandao kaka. Ndio maana tunataka kumpeleka chika tu. Nitamani yeah. Yeah. <gulis> Nili swali ni muulize Doko, lakini naona kama nimeshabishana naye. <gulis> <gulis> Huwa mnafanyaje, let's say mtu anamtaka yule bibi kufanya naye kazi ama mkataba uruhusu? Ah, mtu yote anataka kufanya kazi na bibi, nafikiri utaratibu upo, kuna viongozi mm. ana manager yake mm. yes. Doko anapomtaka kwanza, picha linaanza simu ikiingia ingii kwa bibi, ingii kwa Doko, anaingia kwa meneja, kwa atamlisa na meneja kila kitu achofanya meneja anamnyanyue bwana tu ndo kafanya kazi huko. Kuna sini kadhaa, maybe kuna tangazo, maybe kuna nini, tuende kazi, inaenda inafanyika. Kwa hiyo jisikie kabisa ukiona namba pale kwenye bio TikTok Instagram wapi, usifikirie ni bibi. Asa hapo unaambia mimi unawaachana wale wanaotazama wale, yule anakuwa sio bibi, meneja meneja yake. Kuna apo kupiga simu, haya bwana meneja, mimi na shida na bibi, ndio. Mm, nampata bibi? Like, yes. Kuoa kwenye familia ambayo ni ya Kiswahili na mambo fulani hivi. Unaishi umefaili ama manake nini? Mm. Naishi nimefaili katika, katika upande mmoja kwa sababu mke wangu ni mtu ambaye ananifanya nijute sana kuoa. Mm. Eh, kwa sababu kiweli sija tu bro, yaani umeoa mwanamke umemweka ndani ni mke wako. Unajua, mimi sitaki kuwa muongo mtu yoyote anapooa, kwamba mpaka sasa hivi kama mimi nataka nioe. Kuna kitu lazima unakuwa unakifikiria kwamba mimi hiki nataka nikipata, muda wote nitakaotaka. Sio leo. Iko hivi kaka. Vijana, tukitaka kuoa, hatufikiri kwamba mimi nataka, nataka si mke wangu awe ananifuria? Hapana, tusidanganyane. Mimi nataka tendo nalipata kwa muda ambao mimi nitahitaji. Kama saa mbili saa tatu saa nne saa tano saa sita nisianze tena nianze kupiga simu, unaanza kufikiria hela chips kwanza, hiyo yes. Ndo first kabisa mtu anapoamua kuoa, hiyo ndo sababu kubwa. Kuna namna ambapo yale ambayo lakini tu ile uaga akinitu unajua h

siwezi kumruhusu hiyo ni, hiyo ni true. siwezi kumruhusu demo wangu aje geto wakati najua kabisa anaumwa, kwa sababu akija mimi lazima nitamforce vile ambavyo una, unatakaga vitu vyako kutumia nguvu nyingi sometimes jasho nakutukaga hivi, ili nakua utoka moyoni unakumbukia kwamba yeah. hmm. Yeah, una imagine mtu wako anakunyima tena na sio mtu, ni mke wako. Eh, kwa yes. Kwa alisia haiwezi kuwa simple tu mke wangu ni ipe na nini? No. Yaani kuna muda unakuwa na panic, panic fulani ambayo yaani una jeuri ya kumpiga, una jeuri ya kumforce kwa sababu ni mkeo. Unajua kuna maisha fulani unaweza kumforce demu sio mke kaka. Eh. Lakini hivyo, lakini mke wangu ananikosea tu kwa alisia, hii kitu kinanihuzunisha sana. Eh, natamani direct ambadilishe basi abadilike yaani akubali. Unajua kama kakaangu Kamote anafaidi kila siku anapata unajua anapata kila siku, anapata tena. Yule yake ndo haelewi kabisa, yeye ndo anapenda yani, yeye ndo shughuli zake, nimwambie weka bwana, niamsha nikupe, nyumba ana faida aise. Hiyo movie yenu imelenga nini sasa? Ile kabisa movie yenu imelenga nini? <laughs> <Ashura kiuno. laughs> <laughs> Hata wewe si moja kazi ya cast. Wewe karakta yako unahisi inakwenda kutibu nini kwenye jamii? Ah, kaka, sielewa mpaka sasa hivi. Kwa sababu mimi ngoja nikuambie kitu kaka. Unajua anayejua mchoro ni director. Anajua kwamba mimi story yangu inaelekea huku ni director. Yes. Kwa hiyo mimi siwezi kusema kwamba mimi kwa mafikirio yangu nafikiria huku na nitafanya hivi kumbele nitafanya hivyo bana. Ila director mwenyewe ndo anajua mimi kazi yangu, nakuja tu nasomewa pale script bwana, hii sini ni nasema hivi tena. Anapo anapofikiria stori zake, mimi nakuwa sipo. Tena anakaga peke yake tu kuna kipara chake huyo, anafikiria. Akitoka huko mafaili mmepewa ya script, hapa to shoot. Tuongee taratibu, yeah. ile siku ile unaweka event kubwa, uliwaza nini? Mtu mzuri kumleke event kubwa, unajua kwanza, ulipata ile siku nipate wapi ndiataka, au sio? kuomba <laughs> <laughs> Unajua nini, uh, akili yangu na fikra zangu hazikuwa huko mm. yeah, mi nilichoamini kwamba nimevurugwa mm. kat ka, tuna mshikaji wangu anifariji hivo, lakini akili my point yangu ilikuwa si kwamba niende nimleweshe sio, nipige hapana, ilikuwa kurefresh tu mind, kwa sababu ukizingatia nilitoka kuvurugwa na mke wangu mm. yeah. Mpenda sana mkewe uba alisema ndo hivyo tu, nahisi na siku nakelekea huko atanitoka kwa deli kicho ningia akilini kwa rakaraka. Uh, sikuweza kuamini cha kwanza kwamba ile hela ni ya kimiujiza moja kwa moja sikuweza kuamini hivyo, na ndio maana ilibidi niangalie shati, niangalie mfuko, niangalie nini, lakini yes. Lakini kija kuzingatia mimi, shati kule nilivaa fresh, halina mfuko, ila imetoka wapi ya? Yeah, lakini hivyo sikuweza kuamini moja kwa moja kwamba kwa hela ni ni miujiza. Sikuweza kuamini kwa kwamba ni ajini, no, lakini maamuzi niliweza kuyachukua na kutokuamini shati Eh, kwamba siwezi kukaa na kitu ambacho mwenye shati bado hajaanza kutafuta shati lake, analisaka analisaka, alitafuta mm -hmm. hapa juu homu, namna ya kunipata ndo ngumu, lakini anatafuta shati lake. By the way, nikupongeze mimi binafsi, huwa napenda sana vile ambavyo wewe una act, wengine wote wanafanya fani flani hivi, lakini wewe walau umekaa kwenye usiliazi tutaraji hivyo kitu tunacho hadi mwisho au nawe utakuwa ni miongoni wa wale wa bana sigara wangu kwa kai wake mwanzo mwisho? A, unajua kuna tofauti wa wa kwamba sini, naomba tofauti wa msanii kucheza comedy na na yeye mwenyewe msanii automatically yeye mwenyewe tunachokifanya ni comedy mm. Eh, Labda itokee siku natakiwa niigize comedy naweza nikaigiza mm, lakini kwamba mimi ni Ashura, kwamba mimi Mfinanga si kuanzia leo, mimi nimekuwa kama kama wote comedian na bichaka nitaichekesha jamii. Oh, naanzaje? Ulisha jaribu za kushinda? Siwezi mimi mwenyewe najijua, comedy mimi siwezi kaka. Eh, comedy mimi siwezi, siwezi comedy. Siwezi comedy mja wangu. Ah, comedy. Ngoma siwezi. Kambi yenu imekuwa ni miongoni mwa kambi ambazo ndogo, lakini na watu wengi. Uwa mnaishi vipi hapa? Maamuzi ya kibishi sana yanafanyika. Tunachemsha chumvi, chumvi pale, tunachukua maji tunachemsha. Mashabiki hawajui

Mi mwanangu, sina dem. Single, sina mpenzi sina mchumba na sina mke mm. niko single mm. yeah, wala oh, ujaona labda samwe hivi nikufikishie ujumbe, sababu kuna mtu namuelewa mshinda kumwambia, unaambia ni mimi nimwambie hapa, ta kuna demu mmoja ndio ulomwesha hapana au yeah? Ah, unazungumzia mazingira yapi ya kambi? Ah, yote yale <sighs> <laughs> mwanamke uwonja nchi Australia, unachetanae kila siku, mnaongea video call kila saa tisa usiku unajua nini <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh, una mimi mm. <laughs> niko singwa sina sina, dem, sina mchumba sina nini lakini <laughs> <Good>. <laughs> <sina mchumba. laughs> Unajua, kuna ile mtu naishi kuna demu namkubali kishenzi lakini, namna ya na kumpata si nampataje? Eti kwa sababu ya uchumi mi, kuna demu ipo kwenye industry namkubali na shenzi, yani, ana brand kubwa ana hela kaka, hela utitili, lakini nafikiria kuja kummiliki nafikiri mpaka miaka saba tuachane kbele s kufikisha ujumbe, mimi ni mshikaji wangu kwa sasa hivi, hata ukifikisha ujumbe wa kwenye kwenye label <laughs> kuzungumzia label, lebo label nchini kubwa ni tatu, kuna Kings, kuna Kings Music, kuna Wasafi na Makonde huyo konde konde, konde konde music, anatoka kwenye hizi tatu. <laughs> ma msikia nyingine hiyo, umesahau au ndio ipo huko yami? Hapana, ah. <laughs> huyo alikuwa ni yami huyo. Mimi nimekuambia ukisema lebo kubwa kubwa bongo zipo tatu, ya Harmonize ya Likiba na Diamond. Ah, yeye yeah, okay. anatoka kwenye ile kundi ukasema hapana, ukanitajia princess sijui nini huko ni yami, Siwezi kumtaja bro, ila mimi naomba tu masuala tu yaache kwa sababu najua hata nikitaja sasa hivi siwezi kumiliki, hata kama akisema nijitahidi basi ndio na moyo wa huruma, hawezi. Eh, hela sina kaka, eh, pesa ni mahusiano, ni pesa kaka, mahusiano ni pesa siku zote, asikufiche mtu, sasa hivi miliki hela kwanza utampata unayemtaka, zungumza basi na watu ambao wanapenda kile unachokifanya. Oh, mimi niwaambie kitu kimoja guys nawapenda sana, na appreciate sana mnavyonitazama na kunifuatilia ni waombe tu tuendelee kufuatilia Ashura Kiuno ndo kwanza imeanza, anuka na abu au kwa, nafikiri tuendelee kufuatilia. Kama hujasubscribe akaunti ya timu Doko ka subscribe, kazi inaendelea, nawapenda sana YouTube channel ya Doko nenda kusubscribe, na mimi nakwambia hivyo, ili kupata mfululizo wa kazi zao, nenda kusubscribe. Kama ndo mara yako ya kwanza utazama video kwenye YouTube channel yetu hii ya Nyundo TV. Pia usisahau kusubscribe, tuambie kwenye comment hapo vipi ambavyo unafurahishwa na uigizaji wa Mfinanga, na kama kuna namna fulani huwa unakuazika Samuel kukwaza pia tuambie bwana Mfinanga alivyofanya hivi, mimi sijapenda. Thanks for watching.